Furaha inayoonyeshwa na wananchi hawa wa kijiji cha Manga, halmashauri ya mji Makambako inatokana na mafanikio ya kufikia hatua ya wamaliziaji wa ujenzi wa nyumba za walimu katika shule ya msingi Deosanga, ujenzi ambao wananchi walijitoa kuhakikisha wanakamilika kuanzia hatua wa za awali. Mradi huu umechangiwa kwa asilimia kumi za nguvu za wananchi kwa vishindo kabisa, na mpaka sasa asilimia zote wamechangia wananchi wameshiriki kwa maana ya nguvu mawe, kusanya mawe, kusomba kusomba mchanga, lakini pia na kazi mbalimbali mbali ambazo pengine kwa mfano kuchimba mashimo hayo ya choo mm, wakati fulani kujaza kifusi. Msukumo wa wananchi kushiriki ujenzi wa nyumba hizi za walimu unatajwa kusababishwa na changamoto ya walimu kuishi mbali na eneo la shule mjini Makambako ambapo kuna umbali wa almost kilomita 24 kuja kufanya kazi hapa. Kwa hiyo hii inakuwa ni changamoto hasa kipindi cha masika kama hivi. Unakuta mwalimu anakuwa anatoka kule akanafika hapa kazini ameshaloa, anaingia darasani anavuja maji. Kwa hiyo inakuwa changamoto katika utendaji wa kazi. Kukamilika kwa ujenzi wa nyumba hizi kunahusisha zaidi ya shilingi milioni 80 kutoka mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF, huku mchango wa wananchi ukiwa ni zaidi ya shilingi milioni saba. Hii ni baada ya wananchi kuibua na kuthibitisha mradi. Utekelezaji wa mradi huu unafanywa kwa utaratibu wa serikali kuu, inachangia asilimia tisini ya mradi na wananchi wanachangia asilimia kumi. Kwa uzoefu wetu ni kwamba mahali popote ambapo kamati ya CMC inajitoa kwa lile lengo ambalo wameamua wenyewe kulifanya utekelezaji wake unakuwa hauna migogoro kwa kweli. Hongera sana kazi mmefanya ni nzuri sana, na nina imani kabisa, naambiwa mwezi ujao mtakuwa mmemaliza hiyo kazi. Wananchi wa kijiji cha Manga walio katika mpango wa kupunguza umaskini ni miongoni mwa wanufaika waliopewa micha parachichi kutoka halmashauri ya mji Makambako kwa lengo la kuongeza kipato na kuboresha lishe. Emmanuel Kalemba, Azam News, Njombe.